Kwa hiyo mgonjwa wa kisukari huwa ana vyanzo viwili vya sukari. Kuna sukari ya nje na kuna sukari ya ndani. Metformin ni dawa ambayo inadhibiti wingi wa sukari. Ukichukua kile kikaratasi ambacho kiko kwenye box ya hiyo dawa ukakisoma, inadhibiti sukari kwa kwenda kulizuia ini lisizalishe sukari, inaenda kuinhibit gluconeogenesis na glycogenolysis, hmm. from the liver inaenda kulikaba ini lisizalishe sukari. Endogenous glucose production inaenda kuwa blocked. Ini lisizalishe sukari ya ndani. Namna ya pili ya hiyo dawa ya metformin inavyozuia sukari huwa inaenda kuvuruga umengenyaji wa chakula usifanyike vizuri, inaenda kudisrupti normal digestion. Maana yake ni kwamba tukimengenya vizuri chakula cha wanga, tutapata sukari nyingi, mwili utaumia zaidi. Kwahio tunaenda kuvuruga, ili chakula kisisagike vizuri, ili mwili uvune sukari kidogo kutoka kwenye ugali, kutoka kwenye wali, kutoka kwenye ndizi, kutoka kwenye miogo uliokula, matokeo yake makapi yawe mengi. Ndio maana hii dawa ya metformin tunashauriwa madaktari usizidishe miligramu elfu moja na, mia tano, na umeji, umeenda sana. Usizidishe miligramu elfu mbili miligramu elfu mbili kwa siku. Ndio maana watu wengi ambao wanakunywa metformin kwa mfano hmm. wanaangaika sana na kiungulia, gesi, kutapika kumbe, yeah. hiyo ni kwa sababu ya madhara ya ile dawa ya metformin. kwa hiyo sasa. Mm. Okay. Kumbe hizi dawa zinaenda kudhibiti sukari ya ndani isizalishwe mm. kwa hiyo sasa unashangazwa na yule mtu anayesema ya kwamba oh, nimeambiwa nizingatie dawa hizi nilizoandikiwa na daktari, lakini nimeambiwa nile chochote mm. ila kwa uchache you are concerned na ile sukari inayotemwa na ini mm. lakini bado hapo hapo tena mm. wewe unazidi kula vya nje mm. kwamba dawa unaokunywa inaenda kudhibiti ini lisizalishe sukari, alafu wewe tena unakula ugali, unakula wali, unakula ndizi, unakula viazi mm. unakula magimbi, unakula sijui maboga, unaendelea kula vitu ambavyo vikiingia mwilini vinakuwa inakuwa sukari, sukari ambacho kitu ambacho mwili hauwezi kufyonza vizuri. Hicho ni moja ya sababu kinachosababisha ugonjwa wa kisukari uwe sugu na niendelevu.